Jeshi la Israel IDF limeendelea na mashambulizi yake katika ukanda wa Gaza na taarifa zinadai kuwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita limewaua Wapalestina wanaoishi Gaza zaidi ya 58 huku zaidi ya 200 wakijeruhiwa. Al Jazeera, imeripoti kuwa katika shambulio la hivi karibuni dhidi ya waandishi wa habari huko Gaza, mwandishi mmoja ameteketezwa hadi kufa na wengine kujeruhiwa katika shambulio la makusudi kwenye hema la waandishi wa habari lililokuwa nje ya hospitali eneo la Gaza. Wizara ya afya ya Gaza imesema kuwa waathirika kadhaa bado wako chini ya vifusi na barabarani, wakishindwa kufikiwa na magari ya wagonjwa na vikosi vya uokoaji vya Ulinzi wa Raia. Abed Shahadi alilala usingizi usiku wa Jumapili akiwa amechoka sana baada ya kuripoti mashambulizi ya anga ya Israeli mchana kutwa. na mpiga picha huyo wa kujitegemea mwenye umri wa miaka 33 alirejea kwenye hema lililokuwa mbele ya hospital ya hospitali ya Nasser mjini Khan Younis kusini mwa Gaza, alikokuwa amepiga kambi pamoja na waandishi wengine tangu kuanza kwa vita hivyo vya Israel dhidi ya Gaza. Kisha walishtushwa na mlipuko. Nanuku, niliamka kwa mlio wa mlipuko mkubwa karibu. Shaat alisema, mimi na wenzangu tulitoka nje ya hema haraka. Nilikuwa na simu yangu kurekodi tukio. Shambulio lilipiga moja kwa moja hema la waandishi wa habari lililokuwa mbele yetu. Nilishtushwa sana kulenga waandishi wa habari namna hii! Anasema mwandishi huyo. Hema hilo lilikuwa la kituo cha runinga cha Palestine Today. Nanuku, nikaanza kupiga picha kwa umbali, lakini nilipokaribia hema liliokuwa linawaka moto, nikamwona mmoja wa wenzangu akiwa katika moto. Shaat alisema mwisho wako nako, sikuweza kuendelea kurekodi. Sijui hata nilipataje ujasiri wa kukaribia moto na kujaribu kumvuta nje mtu aliyekuwa akiungua. Moto ulikuwa mkali sana, kulikuwa na mtungi wa gesi ulilipuka na wengine walikuwa wanawaka. Nilijaribu kumvuta kwa mguu, lakini suruali yake ililaruka mkononi mwangu nilijaribu tena kutoka upande mwingine lakini sikuweza. Moto ulizidi kuwa mkali, nikaanguka nyuma, sikuweza kuvumilia tena. Kisha baadhi ya wanaume walikuja na maji kujaribu kuuzima. Ghafla nikahisi udhaifu mkubwa na kupoteza fahamu, amesimulia mwandishi huyo. Shambulio hilo la Israel liliooa na kuwaacha waandishi wa Palestina Today, Hilmi Al-Fakhawi pamoja na mtu mwingine aitwaye Yosef Al-Khazinda ambao waliteketea katika hema hilo. Waandishi wa habari wengine walioumia ni Hasan Eslaif, Ahmed Alaga, Muhamed Fayek, Abdallah al Atal, Elhab Baldini na Mahmud Awadi waliokuwa katika hema hilo. Jeshi la Israeli liliandika kwenye mtandao wa Ex zamani Twitter kuwa lilifanya shambulio hilo kumkamata Hassan Abdallah Futan Muhamed Alisia maarufu kama Eslahe, ikidai kuwa mwanachama wa Hamas aliyekuwa akijifanya mwandishi wa habari islae ambaye ana wafuasi wengi kwenye mitandao ya kijamii alijeruhiwa vibaya kwenye shambulio hilo na amekuwa akitishiwa mara kwa mara na maofisa wa Israeli kuwa amekuwa akiripoti mashambulizi ya Hamas kwenye eneo la kiborsi la Israeli tarehe 7 Oktoba 2023. Jeshi la Israeli pia lilidai kuwa lilichukua hatua ya kupunguza hatari ya kujeruhi ya raia, lakini halikueleza kwa nini shambulio hilo lililenga hema lililojaa waandishi wa habari waliokuwa wamelala badala ya kumkamata mtu mmoja zaidi ya waandishi wa habari na watumishi wa vyombo vya habari 200 wameuawa na vikosi vya Israeli tangu Oktoba 2023 kwa mujibu wa chama cha waandishi wa habari wa Palestina na kufanya kuwa mzozo hatari zaidi kwa waandishi wa habari katika historia. Hema lililoshambuliwa siku ya Jumatatu lilikuwa nje ya mojawapo ya hospitali kubwa zaidi kusini mwa Gaza. Waandishi wamekuwa wakikusanyika hospitalini tangu kuanza kwa vita hivyo, wakitafuta huduma ya internet, umeme na usalama kwa kuwa katika makundi makundi watu wa eneo hilo wamesema kuwa waandishi wamekuwa wakiripoti kutoka hospitali ya Nasser wakati wote wa mzozo huo na nukuu, tunaishi tunalala na kufanya kazi pale, tunaonana zaidi sisi kwa sisi kuliko familia zetu, Shaat alisema. Kitu kinachotuunganisha ni zaidi ya kazi tu. Wataalamu walijiambia Al Jazeera mwezi Septemba kuwa mauaji ya waandishi wa Gaza yameonyesha mwenendo wa makusudi wa kulenga vyombo vya habari. Hakuna jipya katika uhalifu wa Israel dhidi ya waandishi alisema Jadi Shahur, msemaji wa taasisi ya Samir Kassir yenye makao yake Beiruti nchini Lebanon inatetea uhuru wa vyombo vya habari. Hii sio mara ya kwanza kwenye vita hivi, tangu Oktoba 7 hadi sasa, iwe Lebanon ya Ugaza, jeshi la Israel limekuwa likilenga moja kwa moja vituo vya waandishi. Hii ni kwa mujibu wa sheria za kimataifa, ni uhalifu wa kivita na hakuna kitu kinachoweza kuhalalisha hilo, amesema mtetezi huyo. Waandishi wengine waliouawa wa Gaza tangu kuanza kwa vita hivyo ni Hosam Shabati wa Al Jazeera Mubasher na Hamza Dahud wa Al Jazeera ambaye ni mtoto wa mkuu wa ofisi ya Gaza wa El Dahud. Waandishi hao waliuawa katika mashambulizi ya makusudi dhidi ya magari yao na Israeli ilidai walikuwa wanachama wa makundi ya silaha lakini haikutoa ushahidi wowote Tangu Oktoba 7, 2023 Israeli imeuwa watu wasiopungua elfu hamsini na mia saba huko Gaza, wengi wao wakiwa ni watoto au wanawake. Makundi yaliyoainishwa kama magaidi kwa mujibu wa vigezo vya Israeli, wanaume wa kiraia, kundi linalolindwa kisheria kimataifa, ni nao pia wameuawa kwa wingi. Reporters Without Borders waliiambia Al Jazeera kuwa wanachunguza shambulio la Jumatatu, na mashirika ya haki za binadamu na za waandishi wa habari yamesema kuwa waandishi huko Gaza sasa wanatembea wakiwa na alama za shabaha miongoni mwao. Nanuku, Israeli inawalenga waandishi kwa makusudi kwa sababu haitaki hali halisi ripotiwe, alisema Shahur. Mashirika yanasema niye ni kuzuia kuripoti uhalifu wa kivita unaoendelea una na na kufanywa na Israeli ili kuepuka kuwajibika kimataifa. Chama cha uandishi wa habari cha Kipalestina kilifanya mkutano na waandishi wa habari siku ya Jumatatu kikitoa wito wa kuwajibika kimataifa kwa uhalifu wa Israeli dhidi ya uandishi wa habari katika ukanda huu wa Gaza. Shaati, akizungumza na Al Jazeera baada ya kuhudhuria mazishi al-Fakawi, alieleza al jinsi tukio hilo lilivyomwacha na majeraha kiakili. Sasa sidhani kama naweza kupona kutokana na kile nilichokiona Sijawahi kufikiria maishani mwangu kuwa ningemvuta mtu akiwa anawaka moto, mwisho wa kunukuu. Alipata majeraha madogo ya moto mikononi wakati wa kujaribu kumwokoa mwandishi mwenzake, na sasa hawezi kushika tena kamera. Namnukuu, nahisi nimepooza kabisa. Tunaifanya kazi hii kwa ajili ya nani? Je, kuna mtu anayejali? Kuna tukio la kutisha zaidi hii, ya hili? Linaweza kuwafanya watu waamke. Hii sio mara ya kwanza mtu anachomwa hadi kufa na sio mara ya kwanza, waandishi wanalengwa moja kwa moja, alisema Shaati. Mwisho wa konoko. Bado hatujui ni zamu ya nani inayofuata, aliendelea mwandishi huyo. Tangazo hilo pia liliongeza kuwa Israeli imeua takribani watu 1449 na kujeruhi 3647 na tangu ilipovunja makubaliano kusisha kwa vita tarehe 18 Machi 2025 idadi hiyo mpya inafanya jumla ya Wapalestina waliouawa katika vita hivyo vya Israel dhidi ya Gaza kufikia watu 50,810 kwa mujibu wa wizara hiyo. Na watu wasiopungua laki moja na elfu kumi na tano na mia sita themanini na nane wamejeruhiwa tangu Oktoba 7, 2023. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.